Yes, bwana mtazamaji wa SFTV mara baada ya mchezo kumalizika pale katika dimba la KMC, ambapo ifunga Msimbazi Simba wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao sita kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji E, kutokea pale mkoani Dodoma mchezo ambao awali ulitajwa kama mgumu hivi, lakini kwekunda Msimbazi Simba wamesema hiki kwetu si kipengele, e, tunautaka ule ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Niko naye heavyweight Dullah, e, kupiga nondo mbili tatu kwa kile ambacho tumekishuhudia kwenye mchezo wa leo. Heavyweight, mambo ni aje e bana? Kwema kabisa. Mambo anasemaje ndugu? Safi kabisa. Naona mm. mnyama anaitaka nafasi ya kwanza Of course kwa ninachokiona na ambacho anakionyesha maanake sio tu ninachokiona na yeye anachokionyesha, inadhihirisha kwamba Simba wanahitaji ubingwa. Naelewa wanauhitaji, na ukitizama timu ilivyo, possibility ya kuchukua ubingwa iko mikononi mwao, labda wao we, wenyewe tu waipoteze hiyo nafasi. Lakini kwa ninavyoiona tu nafasi ya wao ubingwa, yaani ubingwa ni ni kama yani seme ni kama umekaa kwenye meza ya hoteli, tayari kuna chai na vitumbua, ina maana ni wao tu kuamua kula au kuacha siinaendelewa yaani, Simba na ubingwa ni kama tayari wapo kwenye meza na vitumbua vyao na chai. Ni wao tu waamue hivi vitumbua na chai tunavinywa mm, au tunavisusia tunaacha. Ndio. Ndio urahisi wa Simba kuchukua ubingwa msimu huu jinsi ulivyo. Yes, wakati eh, watu tunaelekea kwenye mchezo huu hmm, yalikuwa yanazungumzwa mengi kweli kweli kwamba Dodoma ni wangumu hmm, eh, kipi hasa kimewafanya leo kutepeta mbele ya kundi la Msimbazi? Simba ni mbinu za mwalimu ama wao walitepeta zaidi of course Dodoma ni kweli, uh, ni wagumu sio kwamba ni wepesi, kwa sababu before hawajafungwa mabao sita, timu ambayo iliwafunga mabao mengi zaidi kabla ya kufungwa mabao sita na Simba, ikiwa ndio kipigo chao kikubwa zaidi msimu huu, kilikuwa ni kile ambacho walifungwa dhidi ya Yanga mabao manne kwa sifuri. Lakini hayakuja hivi hivi, kulikuwa kuna magoli mawili ambayo yalikuwa ni blanda, moja moja ilikuwa ni referee Ahmed Alajiga alitoa penalti ya mchongo lakini goli jingine Prince Dube alikuwa offside, kwa sababu Mudikara alikuwa hayupo golini na nyuma kulikuwa kuna beki mmoja tu ambaye alienda kulikaka. Kwa hiyo automatically hakukua na two defenders nyuma ya mpira ambayo inafanya Prince Dube kuwa kwenye offside. Kwa hiyo yale mabao mawili kwenye ile blanda, ukiongeza na mabao mawili ya halali, utagundua kwamba, uh, walifungwa mabao manne na ndio kipigo kikubwa zaidi kabla ya Simba kuja kukiweka kikubwa zaidi ambacho ndio hiki. Sawa na kwenye mchezo ule kulikuwa kuna controversy nyingi ikiwemo eh, goalkeeper Mudikala ambaye ilikuwa ni fixture ya 15 Yanga na wana, wanachezana Dodoma, lakini ule kipa hakuanza kwenye mechi yoyote, akaja kuanza kwenye ule mchezo. Kwa hiyo watu walijiuliza sana na leo kwenye jukwaa pale Maxima aliambiwa na mashabiki wa Simba, mweke ule Mudikala mweke. Akawa anacheka cheka baya. Umeelewa? Kwa hiyo na ule Mudikala alikuja, alifanya blunder, alichoma mabao mawili. Kwa hivyo eh, leo Simba Sports Club wanashinda ushindi mkubwa zaidi wa mabao sita. Umeelewa? Na Dodoma Jiji anakula kichapo kikubwa zaidi toka ligi inaanza cha mabao sita. Na kingine inakuwa timu ya kwanza kumfunga Dodoma zaidi ya mabao matatu pasipokuwa na goli la penalty. Sababu kuna kipindi watu walikuwa wanasema Simba anafunga kwa penalty. Simba inakuwa timu ya kwanza kumfunga Dodoma Jiji zaidi ya mabao matatu kwa penalty, kwa sababu dhidi ya Yanga walikonsidi penalty, dhidi ya Azam FC walipofunga tatu moja pia Azam walipata mkwaju wa kwa penalty. Simba peke yake katika timu zilizofunga zaidi ya mabao matatu dhidi ya Dodoma inakuwa timu ambayo haijapata mkwaju wa penalty. Kwa hiyo watu wanabidi waweke respect kwamba Simba amefanya kitu kikubwa na anatakiwa apongezwe, umeelewa eh? Yeah. Yes, uh, leo namna ambavyo walikuwa wanacheza wekundu wa Msimbazi, Simba, Elie Mpanzu, Kibu Denisi, ni kama kuna balaa linatengenezwa. Bahati nzuri we ni shahidi before, kipindi tunafanya review ya mechi ya Simba na Yanga nilikwambia, we nikakwambia Kibu Dennis na Eli Mpanzu hii itakuwa partnership bora zaidi ya kiungo cha ushambuliaji kwenye ligi. Nilikwambia, nafikiri tu labda utakuwa umesahau, lakini nikuambia. Na kuna counter attack moja hivi ambayo ilifanywa na Kibu Dennis. Si unaelewa eh? Unaikumbuka? Yeah. Ile ambapo eh, tukaenda ilikuwa eh, ilikuwa of course eh, ilikuwa counter attack dhidi ya Azam FC. Bao la kusawazisha. Kibu laline. Dennis alikokota mpira kwenye pressure cha kiungo cha Azam FC akatoa pasi kwa Eli Mpanzu ambaye alikuja akafunga bao. Sio nimeelewa. Akaja akafanya the same dhidi ya Namungo. Umeelewa? Alikokota, no, dhidi ya Tabora United alikokota mpira kwenye pressure kama vile Kibudeni si akamwekea Eli Mpanzu alafu akaipiga kwa Eli Mpanzu ambaye alienda kusababisha mkwaju wa penalty. Kwa hiyo nilikwambia haya yote. Sio naelewa. Kwa hivyo nilikwambia na naendelea kusema kwamba hii partnership na leo Kibu Dennis ameweza kuasisti mara mbili. Mara moja alimwasistia Eli Mpanzu, uh, aliweza kumwasistia Kibu Dennis, lakini hata Kibu Dennis alimwasistia Mpanzu na Kibu ameweza kufunga bao la kichwa. Of course, ni wameko ah, jamaa wamekuwa kiconcede sana mabao ya kona. Si umenielewa? Lakini msimu huu kona moja kwa moja ambayo inapigwa moja kwa moja alafu inafungwa na kwa kichwa ni mara mbili kwa wamekonsidi dhidi ya Yanga ambayo ilipigwa na Pakome Zozwa yeah. Uh, lakini na safari hii pia ime, wamekonsidi dhidi ya Simba ambayo imepigwa na Elim Panzo alafu Kim Dennis ameza, ameza kufunga. Kwa hiyo kwa haraka haraka ni kwamba uh, hii partnership ya Kibu pamoja na Elim Panzo, unajua mimi uaga nikiongea na tabasamu kwa sababu kitu nakizungumza sasa hivi watu wanaona kama naropoka. Alafu wiki kadhaa mbele, kama nilivyosema tu, Maxi Nzengeli hana uwezo wa kumweka benchi Kibu siku mbili nyuma nilivyosema, watu walikuja wakanitolea mapovu. Leo amedhihirisha, amekontributi mabao manne kwenye mchezo mmoja, kitu ambacho Maxi Nzengeli anakisikia tu kwenye karia yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi huwa nikivisema huwa vinakuja kutokea. Kwa hiyo nawambia, Heavyweight Dula amesema Kibu Dennis pamoja na Eli Mpanzu ndio partnership bora zaidi kwenye kiungo cha ushambuliaji kwa upande wa mawingers kwenye ligi kwa sasa, hakuna winga yote atakayesubutu kuja ku kupangua hii kitu hawezi yeah. ile ile teme, da, e, teme batu ya man of the match leo ni baina hawa wawili Kibu na Elimpa, yeah. hakuna kingine Kibu au Elimpanzo. Labda ujio wa Mpanzo ni kama hivi, umemfungua Kibu. Of course Kibu watu wamfuatilia tu, lakini Kibu hata kipindi upo Pape Osman Sako, yeah. kuna kipindi Sako alikuwa na kaa benchi. Of course Kibu anaanza lakini katika mechi ambazo wameanza pamoja Kibu wa alikuwa asisti nyingi amekuwa akizitoa kwa Pape Osman Sako. Msimu ambao Kibu anamaliza na asisti tano akiwa kinara namba mbili kwenye utoaji wa asisti, akiongoza Pape Osman Sako asisti sita, anapata Kibu Dennis katika asisti tano, umeelewa? Asisti nne zote alimpa Pape Osman Sako. Kwa hiyo ina maana huyu huwa na utaratibu wa kuelewana na wachezaji wenye kasi kama ambavyo yeye yuko na kasi. Kibu kimpanga na wachezaji ambao hawana kasi, utamwona mchezaji mtesa. mbovu na kuna kitu nilizungumza nikasema Kibu watu wanazungumza engo nyingi, ukiachana na uwezo wake wa kufanya attempts nyingi zaidi kwenye mchezo. Unajua, kwenye CAF Champions League Kibu anashika nafasi ya saba kwa kufanya attempts nyingi zaidi, of course, kwenye mawinga wa kulia na kushoto ukikombaini, yeah, kwenye CAF kwenye CAF Confederation kwenye CAF uh, Champions League msimu uliopita yeah. Alishika namba saba, maana yake alikuwa na wastani wa kufanya attempt 1.5 umeelewa lakini uh, msimu huu ndio winga ambaye anafanya attempt nyingi zaidi watatu barani Afrika kwenye kombe la la shirikisho, unanielewa <tutu> na anakiwasha ana kule, umeelewa? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameprove kwenye michezo mikubwa, lakini hata michezo ya ligi amekuwa kiprove. Nikasema huyu watu wanasema kibu wa, winga mkabaji winga sio hivi na hivi nikamwambia, kuna kitu hawasemi wa kibu ana create nafasi Umeelewa? Kuna nafasi moja ali create kwa mkwala akakosa, kuna nafasi ali create kwa Janja ya huwa ikagonga mwamba, kuna nafasi chungu mzima ame create. Achana na hizi assist mbili ambazo, yani alikuwa anaondoka na assist zaidi ya sio kama. Leo Kibu huwa ana create nafasi. Huwa nasema hivi watu wana hawaoni, watu hawana macho. Tizameni mpira. Kibu huwa ana create nafasi tatu nne kwenye mechi. Sio unaelewa? Ana create nafasi. Watu hawatizami tu. Na siwezi nikawalaumu. Unajua muda mwingine mashabiki huwa wanafata upepo kama kwenye vyombo vya habari media na sehemu mbalimbali, hawaelezei jinsi ambavyo kibwa ana create nafasi, achana na kutoa assist, kwa sababu mtu anaweza akasema, ah, assist assist, mbona ana assist nyingi, mbona numbers haziongei? Lakini ana create nafasi, si unanielewa? Yani ana uwezo wa ku create nafasi nafasi. Mtu ukimcreateia asipofunga, hiyo inaishia tu kwa chance creation yeah. kama tungekuwa tuna vipimo vya kitaalamu tungekuwa tunapima ile xa kwamba uh, expected goals, expected assist, uwezekano wa, wa kibu akiingia kwenye mchezo anakuwa na expected assist kubwa pengine kuliko mchezaji yeyote wa Simba kwa sababu ana create nafasi, na ndio na maana nikasema, kibu anaelewana ana sana na wachezaji wenye kasi kama alivyo yeye. Ukimweka na wachezaji ambao wanakimbia kama wana mguu mmoja, kibu anaweza akaonekana si mchezaji mzuri kwa hiyo tutarajie makubwa zaidi haya ambayo anaendelea kuyaonyesha sasa hivi. Uwepo wa Elim Panzu of course, yani tutegemee partnership ya Elim Panzu na Kibu Dennis kuwa tishio zaidi, si umeelewa? Eh, yani ilotegemea ndugu yangu, hakuna winga yoyote Tanzania duo, umeelewa attacking duo kwa upande wa mawinga hakuna ambayo inaweza ikap, ikawa ina maelewano makubwa zaidi kwenye ligi kuzidi ya Elim Panzu pamoja na Kibu Yes, nimekupa mifano. Ukiachana na leo wamekuwa assist wamemwasistia kila mmoja. Lakini pia nikazungumza katika mifano miwili counter attack pekee ambayo Simba wameifanya msimu huu, kwa sababu timu ambayo inamiliki mpira kwa 68% obviously ina dominate mchezo haiwezi kupiga piga na counter attack kama timu ndogo. Kwa hiyo counter attack pekee ambayo wameifunga msimu huu imetengenezwa na Kibu Denis, goal limefungwa na Eli Mpanso, umeelewa. Kwa hiyo e, eh, ni mchezaji au ni wachezaji wawili ambao kwenye hii ligi hapa watakuja kusumbua na wataimbwa sana kuliko mawinga wao wote kwenye ligi hilo. Na ligerenti mimi hapa, Heavyweight Dullah bana, wanakutazama na wanakusikiliza of course, of course. kwani sijuzi tu hapa nitoka kusema yeah. kuhusiana na hili swala Oh ya la nambazake, nambazake. Wanaki, watu, number, namba zake, namba za watu wanaangalia namba, wanataka namba, namba angalia ile influence ya Kibudeni kwenye ya attacking player ya Simba yeah. Yani ukiangalia tu jinsi ambavyo jamaa amekuwa ki create nafasi, jinsi anavyokuwa eh, yani anavyokuwa kikwazo kwa ma center backs wengi au mabeki wengi backline nzima timu, sio center back, backline nzima timu pinzani hai yani, mimi ningekupa ningekupa kazi wewe ndugu mwandishi wa habari, ungeenda kuhoji mabeki sabini wa ligi yetu. Kwanza leo nimefurahi kunipa cheo changu e. <laughs> umeanza e. Kwa hiyo mabeki sabini e, ambao wanapatikana kwenye ligi, wangeujiwa mchezaji gani ambaye huwa anawapa wakati mgumu na kugarenti, katika hao zaidi ya sitini wangesema Kibu, si unanielewa? Mm, yani yeye unakupa kazi kama wewe kila ukikutana beki yoyote kwenye ligi muulize sababu Maeli ashai kumtaja japo kwa Maeli ni mshambuliaji, lakini alisema katika mchezaji aliyokamilika zaidi anamuona ni Kibu Dennis. Kipindi Robertinho anakuja Simba, alisema mchezaji aliyokamilika zaidi anamuona ni Kibu Dennis. Pablo Franco ndo alikuwa anamtumia kibu vizuri, kwa sababu ule msimu kibu ndo alikuwa ana winga aliofunga mabao mengi na assist, alikontribute mabao kumi na tatu of course Uh, of course alikuwa na assist tano pamoja na bao nane, maana yake alikontribute zaidi ya mabao kumi na tatu ambayo ni inakuwa kwa kipindi kile, ndo winga lo contribute mabao mengi zaidi kuliko winga yoyo yoyote, kwa sababu Saido alikuwa hakumaliza vizuri msimu na Yanga. At the same time Kichui alikuwa anamkaribia, lakini ilikuwa amepungukiwa assist moja. Kwa hivyo eh, kipindi cha Pablo Franco ali alimtumia vizuri na ndo alikuwa top scorer wa Simba. Sijui naelewa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anastahili, na leo amechukua man of the match bila, yeah, shaka eh, amestahili, amestahili yes. Uh, watu wanajaribu kuzungumza uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kama hapa ambavyo tumemzungumza kibu, lakini nataka tulizungumza hili mm, shamuka eh, rabua mwanzo alikuwa anaonekana kama vile ana sita sita kuingia kwenye kikosi, lakini partnership yake na braza Kihamza ni mm, kama imeanza kulipa hivi, yani imesimama na huoni lile pengo la shema long form unajua. Uh, sisi wa Tanzania tupo tofauti kidogo. Unajua, kwa mfano akitoka mchezaji hapa Tanzania akaenda kucheza ligi ya Misri, unanielewa, akashindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza, watamshambulia zaidi mchezaji kwamba, kule kuna wamba, kule asingeweza kutoboa pale, kuna beki fulani Si unanielewa? Kuna Mahmud al-Munei wanawajua kabisa wasijui. Unaelewa kuna Rami Rabia angeanzaje? Hata Bayere kipindi ana. Eh, piramidi kuna Ahmed Fati. Ah, wewe hawezi kuanza. Umeelewa? Sasa, ikija kwa Tanzania, mchezaji wa kigeni akija akashindwa kupangua ile partnership fulani kwenye eneo husika analotaka kucheza, tunakimbilia kumwataki kum ule mchezaji sasa, kwamba yeye ndo mbovu bila kuheshimu kitu anachokiofa, wale ambao wana wanaanza sio? Unanielewa pointi yangu? Naelewa pointi yangu ipo hivi, Shamu Karabue sio beki mbaya, yeah. sawa so, wala hajawahi kuwa beki mbaya, umeelewa? yeah. Ila kinachotokea ni kwamba yeye yeah, amekuja hapa Simba amekuta Simba wana brother Hamza pamoja na Chemaloni ambao tayari yeah. kidizaini fulani kama washaji, yani yani wana uwezo fulani ambao, yani, wamejisement kwenye zile nafasi. Ndio kinachofanya Shamu Karabue akae bench asubiri nafasi yake, lakini si mchezaji mbaya, si umeelewa? Kwa sababu kule alipotoka yeye ndo alichukua tuzo ya beki bora, lakini kulikuwa kuna kina Anthony Trabi tunakumbuka, ndio eh, kwa sababu hasa kwa alikonsidi shot saba si on target katika group stage ya CAF Champions League, beki wao alikuwa wanaongozwa na Anthony Trabi. Anthony Trabi pamoja na Carlos Zuzua wawo. Kwa hiyo watu wanatakuwa waelewe kwamba kitendo cha beki kama yule kushinda tuzo bekibora, ya beki bora na kuna mabeki chungu mzima mbele ya hao maanake ni beki mzuri ila kinachofanya asicheze ni kwamba kulikuwa kuna wachezaji ambao wamejiestablish kwenye ile nafasi. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako ni kwamba Simba ikitokea ameumia Chemaloni, Simba bado ipo mikono salama kwa brother Hamza pamoja na Shamwe Karabue. Ikitokea ameumia brother Hamza, Chemaloni akarejea, Simba bado iko mikono salama kuna, che, che saa, kwa sababu kutakuwa kuna Shamwe Karabue pamoja na Chemaloni. Sawa? Kwa hiyo, na uzuri watu wanaongea Kifaransa wale Chemaloni pamoja na kwa hiyo maelewano pamoja na pin pin Kamara, maelewano yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ni bonge moja la beki, ana utulivu, ana uwezo wa kuanzisha build up, anatulia, ana nguvu, ana, umeelewa, ni mchezaji mzuri sana. Mimi kwa upande wangu sijawa surprised na naelewa kwamba ataofa ki, ata kitu kikubwa kwa upande wa Simba, na ndio inavyotakiwa, timu kubwa iwe na wachezaji wengi wenye viwango ambavyo vinakaribiana, pindi anapokosekana huyu basi huyu anavokuwepo, na hapo hapo Nimesahau point ya muhimu sana. Hebu niulize ipi? <laughs> <laughs> Leo, Simba Sports Club imeshinda mabao sita. Ndio. Lakini wale Dodoma Jiji wameshindwa kufanya attempt yoyote on target. Sina nielewa tam... <laughs> <yisabia>, <laughs> ah, tunazungumzia zile attempts ambazo ziko eligible ndani ya mchezo. Hawakufanya hata moja. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba Simba inakuwa timu ya kwanza kuwa na namba nzuri zaidi ya timu ambazo zimeshindwa kufanya on target. Hii inakuwa timu ya sita kushindwa kufanya on target. Mashujaa walishinda Tabora United mechi ya kwanza Simba akiwa eh, KMC Complex. Yes. walishindwa kufanya. Mashujaa away mechi inaisha moja bila, Mashujaa walishindwa kufanya on target. JKT Tanzania walishindwa kufanya on target. Simba alikuwa nyumbani. Tanzania Prisons kashindwa kufanya on target. Namungo kaja hapa kapata tatu bila, kashindwa kufanya on target. Sina nielewa. Yeah. Na huyu hapa wa sita ameshindwa kufanya. Kwa hiyo Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza, umenielewa? Sema ukuta wake, sema ukuta, ukuta ndo naelezea kwenye ukuta, mzee, ndo naelezea kwenye ukuta. Watu hawazungumzi hivi vitu, nafikiri hawana. Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kufikisha timu sita zinazoshindwa kufanya at least on target. Na mchezo wa leo, Simba wamefanya attempt 16 zilizolenga lango, highest in the league, maanake hakuna timu yoyote ambayo imewahi kufanya attempt 16 on target ndani ya mchezo mmoja. Simba Sports Club inakuwa ya kwanza na ndio inaweka rekodi hiyo. Kwa hiyo ni timu ambayo ina safu nzuri ya ulinzi ina safu nzuri ya shambulia. Sasa hiyo timu kwa nini ikiwa kwenye kudiskasiwa na walaftari wanaichukulia kama sio timu nzuri? Kwa nini inaonekana imekuma? Sina mwezi wa Ramadhani, mimi sijafuturu hapa, ah. Nanioji mi sijafkuru <laughs> kwao, ndiyo maana nimedokezea tu uh, eh, sawa. Lakini turudi hapo hapo kwenye eneo hilo la ulinzi. Hamza ni kama hivi yani, yani, wakati anakuja alikuwa haonekani kama sehemu atakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza, lakini amecheza na Shemaloni anazima, hmm. Na anazima vizuri anacheza na Shamu Karabua anazima vizuri. Labda ametushangaza kwa namna gani wadau wa mpira of course. Na hii ndiyo iwe funzo kwa wachambuzi pamoja na waandishi ambao huwa wana underrate wachezaji wazawa, umeelewa? Kwa sababu ukisema wachezaji wa, wa kigeni wapunguzwe ili wazawa wacheze, maana umewadharau kwamba hawahitaji competition, hawana uwezo ume, kuna wachezaji ambao wana uwezo wa kupambana na wachezaji wa nje, wakina Brother Hamza, wakina Shabalala mm -hmm. kwa sababu Shabalala sana mweka nje Valentino, ambaye anaonyesha performance nzuri, juzi katoka kufunga bao la free kick na anafikisha uh, mabao mawili kwenye mtaji la Kagoma basi, umeelewa? Kuna Yusuf Kagoma ambaye anamweka nje, anaweka nje wakina kina Okejefa Si unanielewa. Yeah. Na kwenye eneo la kiungo, wageni wamejaa, kuna Ngoma, kuna Kwejefa, kuna Debra Fernandez. Yusuf Kagoma ame cement ile nafasi pale. Sio inaelewa. Yeah. Kwa hiyo, kuna kuna haja ya watu kujua kwamba wazawa wanahitaji competitions, ili tunavyopata ile cream ya wazawa. Tunapata ile the best hata kama sio wengi, lakini unavyopata at least wazawa watano sita, ambao ni the best zaidi kwenye ligi. Sio mbaya kuliko useme tupunguze wageni, unapo unavyoua competition upati wale wazao bora, utajaza tu wazao wengi, lakini wanakuwa na viwango kwamba atacheza kwa sababu wapo tu. Of course, mimi nataka mzao kama Brother Hamza kwamba nje shamue, pamoja na ujuzi wake wote ule bado atacheza Chemaloni, pamoja na Brother Hamza. Chemaloni akiumia ndo anacheza shamue, karibu na bado anaonyesha uwezo mkubwa ule, lakini Brother Hamza yupo Chemaloni, pamoja na Brother Hamza. Akiumia Brother Hamza ni pengo zaidi kwa Simba kuliko akiumia Chemaloni, si unanielewa? kuonyesha kwamba Brother Hamza ni mchezaji mzuri kiasi gani. Kwa hivyo watu wasichukulie poa. Sawa eh? Watu wasichukulie poa. Brother Hamza ni bonge moja la mchezaji na amecheza nje Super Sport United kwa sababu kufaulu kucheza South Africa sio jambo jepesi. Prince Dube alishindwa huko. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo uh, yeye ya Brother Hamza amefanikiwa, amecheza baadhi ya michezo kwenye kombe la shirikisho na baadhi ya michezo kwenye ligi. Kwa hiyo tumpe heshima yake na Simba Sports Club pale anacheza na anamweka nje mchezaji wa kigeni ambaye amesajiliwa kwa ajili ya kwenda kucheza. Kwa hiyo anatakiwa apewe heshima yake anaostahili. Yes. Kwa kumalizia Heavyweight, tusimalize utamu wakati siku zipo. Jana uh, wakati wa kuzungumza na vyombo vya habari E, alikuwa mchezaji wa Dodoma Jiji mm. Abibanda e, aliwaita mashabiki wa Dodoma Jiji walio kwa Dar es Salaam, akawaita mashabiki wa Simba pia e, njoo nimshuhudie, tunajua nyinyi ndio wenyeji maneno mm. yake, lakini baada ya mchezo sisi ndio tutakuwa wenyeji mm. labda una kipi cha kusema kwenye hii, ameongea vitu ambavyo havijakaa kiprofessional kama mchezaji. Ujue yule ni mchezaji mkubwa, amecheza Simba pale. Umeelewa? Ni mchezaji ambaye ni, ni, ni, amefeli kwanza. Jambo la kwanza amenielewa kwa kari yake yule amefeli. Kwa hiyo kuzungumza maneno kama yale kwa upande wangu mimi <laughs> kwa mchezaji professional ambaye amecheza mpaka ligi za nje huko South Africa ah, naona haijakaa haijakaa ki professional kusema ukweli, na nafikiri ameona kilichotokea, kwa sababu muda mwingine hawa wanasababishwa wamefungwa kipigo kikubwa zaidi kwa upande wao msimu huu kwa sababu ya maneno maneno, ya design kama hiyo, kwa sababu pengine Simba wangeweza kumaliza mechi kwa mabao matatu tu, kwa sababu wale walipata ajali, wangeweza kuonewa huruma na Simba, lakini kilichofanya wapigwe goli nyingi pia muda mwingine ni kwa sababu ya mdomo, mdomo mm. Unapokuwa na mdomo basi una possibility ukashambuliwa, ukakandwa nyingi, ukabamizwa, ukashonwa, ukakamiwa, ukahemewa, ndio kilichotokea pale. Kwa hiyo ah, mimi nampa pole tu, kwa sababu huyo alichokisema kwanza akijatokea alafu apunguze, anapoingia kwenye mechi apunguze kuongea ongea. Utakiwi mchezaji, unatakiwa uzungumzie timu yako, jinsi ambavyo umejiandaa kwenye mchezo, na sio kuanza kuleta leta tambo tambo za hapa na pale, kwa sababu hiyo ina, ina, watu wake wa maafisa habari au lakini, eh, kini kocha mchezaji, utakuwa uwe professional, zungumza vitu ambavyo vinalenga kwenye mchezo husika. Jaribu kuheshimu mpinzani, kwa sababu hapo ni kama hajamheshimu Simba. Sasa unaenda kucheza na Simba <laughs> Simba hii Alafu unaongea vitu vya ajabu, ajabu. Simba inataka, inataka ubingwa na ipo kwenye naf... sio tu inataka, ipo kwenye nafasi ya kuuchukua. Alafu <laughs> yupo nyumbani una, una unaelewa yupo kwanza nyumbani yupo kwenye mbio za ubingwa, ana hasira, alafu unawekaweka una vimaneno fulani vya. Nafikiri ameshindwa kuwa na heshima heshima na sifa kwa hiyo wamestahili wanachokipata, wapunguze mdomo siku nyingine wanapocheza. Shukrani sana. Nashukuru. Nashukuru sana muda kufuturu ya naam, naam. Mana, hoji, mda a ah, bana umenihoji muda mrefu mimi na njaa hapa, nataka nataka bana, mashabiki wangu wanataka facts sasa, nataka nikafuturu <laughs> unanikomalia una unanipiga miswali bana <laughs> <laughs> <laughs> kwa sababu <laughs> Simba imeshinda unafurahi, unaona raha tunavyokusifia. Ah, bana <laughs> watu wanataka kiko kusikia ama kuona kile ambacho eh, kimetokea kwa utaalamu tofauti na vile ambavyo walikuwa wameona wao. Sawa, msalimie salama.